Ni kwa sababu barabara ni mbaya kutoka hapa kwa daraja hapa zlan no kuenda hivi mpaka Bungoma, barabara sio mzuri kabisa, barabara ni mbaya, magari zetu yanakwama. Kama mimi hapa, clearing agent, huwa nalipa toll, nalipia magari mengi sana, foreign from Rwanda, rnda nalipa magari. Tunalipa magari tuko na changamoto na hii barabara bwana, magari zimeanza kutukimbia na hii boda imefunguliwa, imeanza kudevelop jana, barabara ni mbaya. Na hii boda ndio boda ya kwanza East Africa mzima na barabara yake inaweza kaa hivi kivipi? Tuambie hii serikali tuambie, tusaidie tujenge hizi mabarabara bwana. Sisi kama wafanyi biashara hapa tunaumia sana. Hizi maturera zimeleta zimekuwa na changamoto wakati wa kupita zinatuwekea vumbi, zina cause ma accident. Juzi trere megonga hapo posti ya stima, mpaka saa hizi hatuna stima ikoroshandeti. Tafadhali muhusika mwenye anahusika na hii barabara ashughulikie haraka sana iwezekanavyo. Hii ilikuwa inaanza kuwa na mvutio ya kampuni mingi za basi kwa sababu wameona bodi ilikuwa imechangamka kwa usafiri, but sasa kwa sababu ya barabara tunaanza kuona wawekezaji wanao waunivesti laaa kuleta kampuni za basi na zinapata ajira kwa vijana wanaanza kufunga biashara yao kwa sababu barabara imeanza kuwa mbovu. Naomba viongozi hmm, especially mkoa wa Magharibi na Bungoma County, hii ndio njia tu pekee yake ya kuenda nchi jirani tunataka viongozi muwajibike, kwa sababu ujirani wema unatoka kwa injia mzuri, ndie tafanya changamoto isikue. Wakati wa usafiri watu wetu wanapotumia hii barabara, at least waone wako comfortable, wanatumia barabara iliyo sawa, kwa sababu tukilinganisha Uganda na Kenya, barabara yenye inaingia Uganda kutokea boda yetu hii iko sawa 100% but yetu inaanza kuharibu biashara. Bungoma kaunti iko na boda moja peke yake ambayo ni ya Lwakhakha, lakini wale viongozi wametuacha, tunaishi kama mayatima. Ofisi entrance hakuna barabara hapa, hakuna chain ya gari, trela moja ikipita, chain moja peke yake ya gari iko na wamama wa kuuza kwa hoteli, iko na vijana ya clearance, iko na vijana ya parking, iko na watu ya lodging, iko na kaosh eh, iko na vijana wa kuuza pale bidhaa zao kama jaba. Vijana hao wote walitoka wa crime, kwa sababu boda hii ilifunguliwa na kazi ikapatikana, lakini saa hizi kazi imeanza kureduce. Sisi viongozi wametuacha tunaishi kama mayatima hii barabara tangu wamama wanazaa hata watoto viwete, kwa sababu wakipelekwa hospitali wa, wa, wa, wa, wa, wa wanajigongagonga kwa mashimo. Watoto wa wengi, reti ya watoto viwete inaongezeka hapa. Tukimbia <tutu> kwa ofisi ya mbunge, hatujapata jawabu. Tulikimbia, tukaongea mpaka na DCC, tukaenda mpaka Bungoma kwa county commissioner na, na, na, na county commandant na governor, tumepeana ripoti Mjumbe anaripoti kuhusu barabara hiyo nini koshandet, lakini hakuna jukumu. Mbunge amejaribu kupata, Governor wetu anaelewa ya kwamba sisi ambayo inakatwa Lwakhakha town inasaidia kaunti yetu ya Bungoma lakini hakuna wajibu wake kuchukua hatua ya kuweza kuja kuona barabara jinsi maaribika. Lazima tujengewe, si ati tunaomba. Tuliambiwa kitambo, tumeambiwa tangu wakati wetangu alikuwa MP hapa mpaka sasa ni spika watatu, watatu kwa hii Kenya, lakini bado hatujafanyika kitu chochote. Barabara inasaidia watu wengi, watu inasaidia watu wote watu wenye kutoka Uganda, watu wanatoka Sudan, watu wanatoka kila mahali. Sisi hatutaki yeah. oh. Tulia kwanza, ndio tumesikia. Tulia inasaidia kila mmoja wetu, so naitaka serikali ichukue hatua ya haraka, itengeneze barabara na watu wasaidike na hii barabara. Magari zetu zimepotea kwa sababu ya barabara mbaya, magari zetu zimeharibika, zimeumia kwa sababu ya barabara mbaya.